E bana, mambo vipi? Tanzania, kama kawa kama kawaida, hapa ni Bongo Shaz TV, kwa wakati mwingine tena tunakutana kwenye info za kiburudani zaidi, na hii ni Bongo Shaz Entertainment. A, kama kawaida kawaida yetu sisi ni kuhakikisha kwamba tunakuletea chakula cha entertainment kiroho zaidi. So kupitia uh, ukurasa wa Instagram wa Diamond Platinumz ameweza kutuweka wazi baada ya kuposti picha na short clip ya video ikionyesha amefunga uh, ndoa ama alikuwepo katika suala takatifu kabisa la kufunga ndoa. Na miongoni mwa posti hiyo ameweza kuweka caption yake akitonesha namna gani uvumilivu uh, ulivyozaa matunda uh, kupitia ukurasa wa Instagram wa Diamond Platinum ameweza kuandika kama ifuatavyo: miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza ni ukomavu wa kukaa kimya. Ukomavu huu unataka uvumilivu wa hali ya juu, inataka uwe na moyo wa subra na hasa kukaza roho pindi mtu ama watu wanapokuwa wanakupakazia m ubaya fulani kwenye jamii, alafu wewe una ukweli wake, lakini unatakiwa ukae tukimya, usijibu ini hali ukweli unao ndani. Kwa kweli si jambo jepesi, linataka ustamirivu wa hali ya juu sana na siwezi sema eti na uweza sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia hekima hiyo kwa kiwango chake, na nimekuwa nikiishi hivyo kwa muda mrefu, kukaa kimya pindi yoyote akijaribu kusema lolote dhidi yangu. Na ndiyo maana hata interview imekuwa naepuka kufanya siku hizi, japo si jambo jepesi lakini faida yake nimeiona na ni kubwa, maana vita yako inakuwa inapambaniwa na Mwenyezi Mungu na inakufanya uwe mshindi kila siku. Anyway na, uh, najua kila mmoja wenu ana picha tofauti kabisa kuhusu Diamond Platinumz na kuoa, ila tu nataka leo niwaambie kuwa huyu Diamond Platinumz alishawahi kuoa, na kuna siku nitawaambia ikawaje so kundu ameweza kukizungumza Diamond kupitia ukuras wake wa Insagram. Mi tu ni kuachia uwanja wa maoni wpita nayo hapo, dondosha maoni yako, alafu mimi nitakuwa na rejea kuyasoma ama kujua ni kipi ambacho wewe ulikuwa unakifuatilia na na unakifikiria kuhusiana Diamond. Hmm. kii mco nz umbuka tuu nakubonyeza rama ya kengele itatufanya tuendelee kuwa na ndugu wa karibu zaidi. This is tv I'm out.